Jesus. Mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba in the name of Jesus.